Uaminifu wa Mungu na uaminifu wetu jinsi ambavyo tunakaa kwa uaminifu, ninakwambia Mungu hawezi akatuacha wanangu, katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alishalipa gharama ya lile agano, alishalipa gharama. Kwa hiyo hawezi akatuacha ovyo ovyo. Alishalipa gharama. Na lile gharama, ile gharama ya lile agano linadumu milele na milele, ndio maana hawezi akatuacha. Kama amelipa gharama yetu, maana Biblia inasema tumenunuliwa kwa gharama ambayo hailingani na fedha hailingani na dhahabu. Bwana asifiwe. Mungu hawezi kusahau kila ambacho amekiripia gharama. Kwa nini wanawake waweza wakasahau watoto ambao wa, wanaonyonyesha? Unajua ni kwa nini? Bado yale machungu ya kuzaa anayo. Kubeba mimba miezi tisa unafikiri ni mchezo? Ah, wanawake mlio sasi nanielewa nani vizuri. Kutunza kiumbe miezi tisa tumboni ni rahisi? sio jambo jepesi. Yamkini sisi wanaume tunaweza kuchukulia tu poa poa, lakini sio jambo jepesi. Laiti wanawake wangechukua zile mimba wakatuhamishia, nafikiri ingekuwa kasheshi. Lakini sio jambo jepesi. Mwanamke anapitia kwenye shida nyingi mpaka anapokuja kuzaa. Wanawake wanapitia kwenye shida mpaka wanapotokea kuuma zao wakibeba mimba. Na beti me mime memchukia mume wangu. Come on. <laughs> Nilimtengeneza kama mama yenu mapema sana nikamwambia hayo ni mapepo. Yasija katokea ndani ya si ya ndoa yetu. How comes? Eti mime namchukia mume wangu. <sighs> Lakini matatizo tatizo ambayo wanawake wanapitia kama maskini wa Mungu. Sijui wangi huwa ni sayansi gani hiyo. Wanafika wakati wanachukia waume zao. <laughs> Wengine yani akishika jasho la mume wake nguo ya jasho yake, ndio kwake ndio burudani kama perfume. Maisha ya Bwana, asifiwe. Sasa miezi tisa umebeba mtoto umemzaa, unafikiri ni rahisi kumsahau? Unapomnyonyesha sio rahisi. Ni rahisi labda likiwa likubwa, wakati limeshakuwa litukutu na nini, lakini ukiwa namnyonyesha sio rahisi kumsahau sio rahisi hata kidogo, uwezi ukakaa dakika arobaini akili yako ijarudi kwa mtoto mm, mm, mm. Sio rahisi. Wanawake ambao wanafanya kazi, wanawacha watoto nyumbani, alafu wanarudi kwenda kuwanyonyesha, kuwa, kuwa walinaoneaga huduma sana, ni kipindi kigumu sana, ni kipindi kigumu sana, maana akili haiwezi kukaa vizuri kazini, muda wote unamuwaza mtoto muda wote tampigia siku mwacha nani mtoto t anaendelea yani kila ki mambo hayaikai vizuri mungu atusaidia sana ndicho mungu anachojaribu kusema na sisi wanangu jumapili leo tunapokaribia kabisa kumaliza mwaka ninataka nikuaminishe jambo hili katika jina la yesu mungu hajatusahau Inawezekana kabisa, kuna wakati tulikuwa tumepanga malengo yetu mwaka elfu mbili ishirini na tano, hayajatimia na wala hatuoni nuru yoyote ile. Mwanangu, naomba usifikirie kwamba mungu ametusahau. Mungu hajatusahau. Mungu yuko pamoja na sisi. Mungu anatukumbuka. Mungu yupo kwenye utendaji kazi. Kama utakuona ni leo, unaweza ukasimama kwa miguu yako.